Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nizungumzie swala la matibabu ya wabunge nje ya nchi. Nadhani tuna hospitali yetu kule India ambayo mara nyingi tunaenda, naomba nishauri sana serikali ione namna ya kuongeza nchi zingine ambazo zinaweza kuleta kutibu wagonjwa badala ya kujikita katika hospitali moja ya India. Mimi nasema India ni mabingwa kweli, lakini pale unapokwenda msongamano wa watu ni mkubwa mno kwa hiyo kunakuwa na changamoto pia katika swala zima la kupata matibabu. Kwa hiyo ningeomba sana ili lifanyiwe kazi, ili watu waweze kupata option ya kwenda kutibiwa katika maeneo mengine kutokana na hali halisi ilivyo. Swala lingine ni swala la kutibiwa kwa wazee. Tumesema wazee kweli wanatibiwa bure, lakini pia sheria inge, inge, inge categorize ni wazee wa aina gani. Kuna wazee wengine wana uwezo wa kuweza kujitibisha, lakini kuna wazee wengine ambao hawana uwezo kabisa, lakini unakuta naye pia anapata changamoto akifika pale, hapati matibabu inayostahili kwa sababu tu pengine ya kutoelewa watoa huduma au namna sheria yetu ilivyokaa. Tuweze kukategorize, tuweze kuona ni wazee wapi, kwa sababu unaweza ukasema kuanzia miaka sitini sitini wengi tu, hata mimi ni miaka zaidi ya 60, naweza nikasema na mimi nitibiwe ni bure, lakini kumbe nina uwezo wa kufanya hivyo. Kwa tuangalie na tuweze kukategorize ni wapi ambao wanastahili kuweza kufanyiwa hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia niombe kwa wizara, tunahitaji pia kuwa na ambulance katika vituo vyetu vya afya. Hatuna ambulance katika maeneo hayo, tulionayo kidogo imechoka na tuna vituo vya afya vitano sasa katika vituo hivyo vyote kama ambulensi ni moja na nyingine inasuasua kidogo ni changamoto. Niombe sana haya ili tuweze kuona tunakwendaje.